Je, yeah, kiwanja unachonunua na mwenza wako kitakuwa cha kwenu wote kisheria? Wanandoa wengi sana hununua mali bila kujua sheria ya umiliki na hivyo huishia kuumizwa katika migogoro na ugomvi ambao ungeweza kuepukika tangia mwanzo. Kuna aina tatu ya umiliki, nitazitaja zote na nitashauri ni umiliki upi ni mzuri kwa situation ipi. Umiliki wa kwanza ni joint ownership. Hii wanandoa wanamiliki mali kwa pamoja, yaani kila mmoja ana haki sawa na mwingine, na endapo mmoja kati ya wenza hao watafariki, basi aliyebaki atamiliki mali hiyo moja kwa moja bila kuingia process zote za mirathi au wasia. Na ya pili ni tenancy in common, hii wanandoa wanamiliki mali kwa asilimia, kwa mfano asilimia hamsini kwa hamsini au sitini kwa arobaini, sabini kwa thelathini. Inategemea na makubaliano ya wanandoa hao, na endapo mmoja kati yao atafariki, basi mwingine atabakia na ile asilimia yake, na yule aliyofariki ile asilimia aliokuwa anaimiliki watu au mwenza wake atairithi wosia. Kwa hiyo itabidi kufungua mirathi na ule wosia ambao mmoja wao atakuwa